Mtazamaji wa darasa huru, jina langu ni Agataona Mwanyelo Mwanyelu, na leo naenda kukufundisha jinsi ya kuongeza na kupunguza sauti kwenye Adobe Audition. Toleo lizopita namba moja mpaka tano natumai umejifunza vitu vingi na kukufundisha jinsi ya kuongeza na kupunguza sauti kwenye Adobe Audition. Kama kazi yako ina shida ya sauti, maybe sauti iko chini au sauti iko juu unaweza ukatumia njia hizi ambazo nakufundisha hapa kuongeza, na deko, Panakua, bileza, kuongeza na kuifanya sauti yako ionekane nzuri. Hapa kuna njia mbili za kuongeza na kupunguza sauti. Njia ya kwanza ni kwa kutumia hivi vidole viwili hiki na hiki hapa. Ukikizungusha kuja huku, unakuwa unapunguza sauti, kama hivi nakuwa naipunguza, lakini nikikizungusha kuja huku mbele, nakuwa naongeza sauti hivyo kama wewe ni mgeni na hujawahi kujua kujifunza kutumia Adobe Audition. Hii njia sikushauri uitumie kwa sababu ni njia ngumu kidogo, lakini kuna njia rahisi ya kuongeza sauti yako na kwa haraka zaidi, ambapo kuna hiki kimstari kipo hapa kwenye kwenye kazi yako kimeandikwa volume na tumaa, unaiona hiyo volume. Kwa hiyo utatumia uta click kwenye kimstari, kama sauti yako iko chini unataka kuiongeza, utakipandisha kwenda juu kama ninavyofanya, lakini kama sauti yako itakuwa ipo juu zaidi, uta click tena kukishusha chini, ili kuipunguza sauti yako, iwe na standardi sauti ambayo unaitaka wewe iwe. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kama ndo kwanza unajifunza kutumia Adobe Audition, sikushauri sana utumie njia hii, kwa sababu ni ngumu kidogo. Maana ina, e, ina kaugumu kidogo, lakini ukitumia njia hii ya kupandisha na kushusha mstari itakuwa ni njia rahisi, itakusaidia wewe kuelewa na kumaster zaidi na kufanya sauti yako iwe nzuri, kama nilivyotambulisha kwa wale walikuwa nami.